Dunia ikiwa inaadhimisha siku ya wanawake, pasi na shaka, chini ya kauli mbiu ya tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, mimi kwenye laini ya simu nimemwalika mwanahabari na mwanamke pia, pasinashaka, shupavu, naweza kusema hivyo, mshindi wa tuzo kadhaa za kihabari hapa nchini Tanzania, lakini pia mbobezi katika maswala ya kidijitali. Mwanahabari huyu pasi na shaka si mwingine ni Imani Luvanga. Imani, habari yako? Salama basi na shaka ubuheri. Siku hii ya wanawake umeipokea vipi? Kabisa, niko ubuheri, um, nimeipokea vizuri kwa sababu ni siku ambayo, uh, tunasherehekea mafanikio ya wanawake na kama ambavyo wanawake wengine wanajivunia mchango wao, na mimi pia nimeipokea kwa furaha kwa sababu najua mchango wangu katika jamii na katika sekta ya habari na kwenye eneo ambalo nimebobea zaidi, eneo la teknolojia kwa kuzingatia tu kauli mbiu ya mwaka huu, unadhani vyombo vya habari vina nafasi gani hasa katika kuhakikisha haki, usawa na uwezeshaji wa wanawake na wasichana, hasa katika zama hizi za kidijitali? Kazi ya vyombo vya habari, wajibu wa vyombo, vyombo vya habari nadhani haupiki, um, kutokana na ile misingi: kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha. Kwa hiyo hizo ndo kazi kuu ambazo naweza kusema kwamba zina reflect pia kauli mbiu ya mwaka huu. Um, vyombo vya habari vina wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba jamii inapata taarifa sahihi kuhusiana na sera, sheria zote ambazo zinamlinda mwanamke lakini pia um, kuhakikisha kwamba jamii inapata taarifa sahihi kuhusiana na haki. So, sababu kusema mwandishi wa habari lakini uh, kuna namna tumekuwa tukichengesha hizi kazi. Tunatakiwa kuangalia kwa ukaribu sana ni vitu gani tunavipa nafasi, ni watu gani sasa hivi maendeleo ya teknolojia, tumejikuta vyombo vya habari tunaanguka kwenye ile sehemu ya kuwa chanzo cha ukatili wa wanawake, kutokana tuna namna ambavyo tunaandika stori zetu, kutokana na namna ambavyo tunawachilia wanawake kwenye habari zetu, kwenye vipindi vyetu, kwenye programu zetu, pia kwenye programu zetu za kufurahisha ama za burudani. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba hata ruani zetu zinamchora mwanamke katika picha nzuri, elimu zetu ambazo zinazitoa kupitia waandishi wa habari zinamchora mwanamke katika picha nzuri, lakini pia taarifa zetu zinamchora mwanamke katika picha nzuri lakini pia zinamhamasisha kuona kwamba anaweza Tulikotoka na tulipo sio sio sawa, lakini hatuwezi kukwepa ukweli kwamba bado tunatakiwa kufanya zaidi, kwa sababu teknolojia pia zinakuja na changamoto zake. Shukrani sana. Pasina shaka wewe ni miongoni mwa wa wanahabari, tunaweza kusema eh, kwa kiasi kikubwa una mchango mkubwa hasa kwenye maswala haya ya kidijitali, hasa ukiwavuta wasichana na vijana wengine wanaoibukia kwenye tasnia hii ya habari kwenye maswala ya dijitali. Uh, uh, uh, unamiliki pasi na shaka na kuiongoza Dig It With Imani. Uh, umekutana vipi na changamoto gani hasa katika tasnia hii ya habari na unafikiria vyombo vya habari vinafanya vya kutosha kuwawezesha wanawake kupata nafasi za uongozi? Kupitia Dig It With Imani nimejifunza vitu vingi sana. Ya matatizo ya kokote sio pia, hata kwa wanawake wenyewe. Kuna wanawake ambao wana uwezo mkubwa sana kuliko hata mimi ambaye naonekana na mchango mkubwa, lakini wamejifungia ndani, kwa kuona kwamba kwenye eneo la teknolojia ama kwenye mitandao ya kijamii wanawake wamekuwa yani, kutukanana kusemana vibaya imekuwa kama jambo la kawaida. Kwa hiyo, kama vyombo vya habari, tuna wajibu mkubwa sana wa kufanya uchechemuzi ama advokas, kuonesha kwamba mitandao ya kijamii sio sehemu ya kutukanana, sio sehemu ya kutumiana connected. Nafursa ni jambo ambalo mtu anaweza kufanya kazi kama anafanya kazi anarujia, lakini pia wanawake na sisi wenyewe tukitambue na tuhakikishe kwamba tuna uh, tunazitumia hizi nafasi. Tukichukua uh, kisingizio, kama tukano, tukakaa nyuma uh, pengo la kijinsia linazidi ku, kuwa kubwa linazidi kuonekana, lakini pia sisi wenyewe tunajinyima haki ya kuharifa, haki ya kutoa maoni yetu, haki ya kufanya kazi, haki ya kupata fedha na vitu vingine, kwa hiyo kila eh, upande nafikiri unatakiwa kuplay nafasi yake, lakini pia wale ambao wajapata nafasi wawe tayari kubadilika kutokana na haya ambayo nafasi tunawaamia, na pale ambapo wanapata changamoto waweze kuziadress ili tuone namna gani tunazitatua kwa pamoja, kwa sababu changamoto ni sehemu ya maisha. Changamoto ndizo ambazo zinatufanya tukue, unajua. Na asante sana, kama ulivyozungumza awali, pasi na shaka kwamba, uh, vyombo vya habari pia bado, uh, Imani, bado vina nafasi ya kufanya kuhakikisha Uh, hus, uh, I mean, huu usawa unaozungumziwa na haki basi vinakuwepo sawia kama inavyotakiwa. Uh, tunaweza kusema uwepo wa wanawake katika vyombo vya habari umekuwa ukiongezeka uh, kwa nyakati za sasa hivi tofauti na zamani kama ulivyozungumza, lakini bado kuna changamoto za uwakilishi wa Uh, haki na usawa, unadhani tunahitaji mabadiliko gani hasa ili kuhakikisha sasa hizi sauti za wanawake zinasikika kwa usawa na kwa athari chana, uh, chanya kama inavyotakiwa? Mabadiliko tunahitaji kwanza ni kuhakikisha kwamba, wewe uko kwenye chumba cha habari, nadhani utakuwa shahidi yangu mzuri, kwenye vyombo vya habari kuna vitu tumevitukia mwanamke eh, kuchukua shikwa kunyanyaswa, so, kufanya nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mabadiliko makubwa ambayo tunahitaji ni miongozo ambayo iko wazi. Vyombo vitu vya habari vinakuwa na sera vinakuwa na news, lakini zinakuwa kwenye maandishi, hatuwapi orientation wafanyakazi wanawake na wanaume kwamba chombo chetu cha habari hakiungi mkono ama kusapoti aina yoyote ya ukatili wa kijinsia ama unyanyasaji, ama pia inaheshimu. Lakini pia wanawake wasiwepo kuja kuongeza tu nafasi kwenye majukumu, majukumu kwa kubaguliwa, kwamba huyu mwanamke atafanya tu kazi ya kuripoti afanya kazi ya moja mbili, sa apewe kamera, apewe eneo la technical, aonyeshe uwezo wake, kwa sababu wanawake tumeshawajengea uwezo. Tunachohitaji sasa hivi wapewe nafasi. Mabadiliko mengine ambayo tunahitaji ni katika kuweka wazungumzaji wetu unakuta kuna sosi wa nne, wote wanne ni wanaume. Tuwape nafasi na hawa wanawake wasikike, kwa sababu kama ni elimu ni wamepata, kama wa me, uwezo wameingiwa, naamini kwamba wakipewa nafasi wanaweza kuonesha, na wakionyesha nafasi ndipo takapojua waswahili eh, wanasema sainyeshe tujua wapi tunavuja. Kwa hiyo tukiwapa nafasi waoneshe uwezo, tutajua kwamba kama wana weakness, ama wana changamoto, changamoto yao ni hii, tunaweza kuwasaidia mbili tatu kwa hiyo tuwape nafasi, tuwape nafasi. Lakini kwa sisi wanawake pia, tukipewa nafasi tuonyeshe uwezo kwamba Tunaweza itawapa nguvu wafanya maamuzi kuwaamini wanawake wengi zaidi kwa sababu tuliopewa nafasi tumeonyesha na tumefanya kazi kwa weledi. Uh, uh, Naam, asante sana. Uh, nimekuelewa vizuri kwa namna ambavyo umezungumza lakini kwa nyakati tofauti mfano mimi, uh, nimeshuhudia katika chombo changu hivyo vitu, orientation ya kwamba okay, kuna baadhi ya vitu havitakiwi kwa wanawake, wanaume ama kuna haki hizi na hizi ambazo vipo tunasoma kabla ya mambo mengine kuendelea. Sasa uh, imekuwa ikitokea unampa nafasi mwanamke ama unahitaji mfano kwenye vyombo vya habari unatafuta vile vyanzo sources unataka kuzungumza nao. Wengine mara nyingi wanawake wamekuwa wakikaa kaa kando ama wakikimbia wakisema bwana bwana mimi siwezi zungumza mtafute fulani mtafute mtu mwingine. Hili tutalibadili vipi ama tutabadili vipi mtazamo huu na kuwafanya kuwa na nguvu na wao kuamini kwamba wanaweza kuzungumza kadiri ya uwezo wao? Nakubaliana na wewe kabisa kwamba hiyo changamoto ipo, lakini ambacho tunaweza kufanya ni kuendelea kutoa elimu, kuendelea kufanya uchechemuzi. Huyu ambaye leo ukinitafuta mimi Imani nimekwambia mtafute mtu mwingine, siwezi kuzungumza hili, nitafute yule ambaye anaweza azungumze, halafu kesho nirudie. Yani usinitose kwamba ulikataa sikutafuti tena. Kesho usinitose niambie, angalia huyu mwenzio amezungumza hivi one, two, three, kesho na kesho kutwa, mimi nitapata ari ama huenda ulinitafuta kwenye mada mimi sio mbobeo, niambie mada gani najisikia huru ama najisikia confident kuzungumzia hiyo mada. Ambapo tunakosea waandishi wengi wa habari, mtafuta mke mara moja akakwambia kwamba siwezi kuzungumzia hiyo mada, unasema kwamba wanawake wanajiweka nyuma, lakini huenda umempa mada ambayo yeye hajiamini, amba mada yenyewe ambayo yeye siyo mtaalamu. Ndo kile ambacho unasema kwamba tunaweka wanawake kwa sababu ili waonekane wapo kuzingatia mtaalamu wao na sisi ambao tunajua kwamba tunaamini sisi ni wataalamu tujionyeshe, kwamba mimi naweza kufanya kitu. Mimi nimejikita katika masuala ya usawa wa kijinsia kwenye eneo la kidijitali, kwenye mambo ya teknolojia. Kwa hiyo mimi na understand my position vizuri zaidi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hata sisi waandishi wa habari tumekuwa wavivu, ni kwa sababu tunamwona mwanamke hapa, nampa. Kwa hiyo tuzingatie kwamba tunavyo ni wataalamu katika eneo husika, kwa sababu tunaogopa aibu. Tunatakiwa kuwa conscious. Mwanamke akiongea vibaya, unajua una utakuwa shahidi, unaona, nilijua hapa angeon... kwa sababu ameweka mwanamke, angeweka mwanaume angeongea hivi hivi na hivi. Uh, okay, naam, shukrani sana, asante. Na katika zama za kidijitali uh, pasina shaka, wanawake mnakumbana na changamoto uh, kama vile unyenyesaji wa mtandaoni na ukosefu wa fursa sawa. Pasina shaka, pamoja na mamlaka husika tunaweza kusema mashirika ya habari na jamii kwa ujumla, uh, pamoja na ninyi ambao mmejikita kwenye masuala ya dijitali, tunaweza kusema wanahabari nini hasa ambacho tunaweza kufanya kuhakikisha kwamba wanawake wanakuwa salama na wanathaminiwa katika mazingira haya hasa ya kidijitali? Pia uh, mara nyingi mimi nimekua nikisema kwamba um, hakuna siku ambayo itafika tutasema kwamba leo wanawake watakuwa salama milele mtandaoni. Sio tu wanawake, hata wanaume, hizi changamoto zipo, zitaendelea kuwepo kwa sababu eneo la kidijitali Kuta, na ya kujilinda mwingine anatafuta namna kubomoa. Ni kama tu ilivyo kwenye analogia unavyosema, leo unazuia wezi, kuna jambazi anakuja, unapomzuia kika, kuna mporaji anakuja. Kwa hiyo ambacho unaweza kusema ni kwamba m, tubore sera lakini pia wanawake na jamii nzima kwa ujumla ipewe elimu juu ya namna ya wao, kwa sababu kuna haki na kuna waji. Kuna muda sisi wenyewe wanawake tumekuwa sababu ya sisi kutukana mtandaoni, ni jukwaa huru tusiige sana pia mambo ya Ulaya ya wapi, wao wana tamaduni zao. Umevaa nusu uchi, unategemea kutukana? Ni kama tu umemwita, umeweka picha yako, umeambatanisha kadi, ambayo ningekuwa tunda ungeniita nani? Sijui unge, ningekuwa kitu gani ungeniita nini? Maana yake wewe, kila uzuri ama ubaya ni mtazamo. Kwa hiyo usiwalazimishe watu waje wakutukane. Kwa hiyo, wanawake pia wapewe elimu kuhusiana na aina ya maudhui ambayo wanatakiwa kuweka mtandaoni, lakini tunahitaji sheria ambazo ni mahususi kabisa kuhusiana na ukatili wa kijinsia mtandaoni kwa wanawake, kwa sababu bado hatuna sheria kama hizo. Tuna sheria ambazo ni cybercrime, makosa ya mtandaoni, ambazo ni general. Specific sheria ambazo zinahusiana na ukatili wa kijinsia mtandaoni kwa wanawake wa wanaume ili ziweze kufanya kazi na jamii ipewe elimu. Lakini sasa hizi tuna sheria nzuri ya um, ulinzi wa taarifa binafsi. Watu pia wahakikishe kwamba wanajilinda na wanalinda taarifa zao. So sio kila wakati tunyoshee vidole watu, tunyoshee vidole mamlaka, tunyoshee vidole uh, wadau pia tujinyushie ole sisi wenyewe wanawake, je, tumetimiza wajibu wetu? Tumeweka maudhui ambayo hayatatuhatarisha sisi, wadau, vyombo vya habari? Umoja wa Mataifa wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanaa uchekozi, wanawake wapate haki sawa, wanawake wapate nafasi mtandaoni, wanawake wawe salama. Lakini kama sisi wenyewe hatutakuwa wa kwanza kulinda usalama wetu, hata hao wanaopiga kelele, juhudi zao hazitakuwa da Napenda kufahamu tu kwamba eh, kwa vijana wa kike wanaotamani kuwa waandishi wa habari, watangazaji, ama wamiliki wa vyombo vya habari aidha mtandaoni vya mtandaoni kama wewe, pasi na shaka, Dig It With Imani, ni ushauri gani sasa ungependa kuwapa ili wajitayarishe vyema na kufanikisha ndoto zao katika tasnia hii ya habari? Naweza kuambia kwamba kwa wajiamini, waamini kwenye ndoto zao, lakini hakuna hakuna <laughs> njia rahisi, hakuna shortcut. Hasa kwenye uandishi wetu wa habari, kwa sababu ni kiwanda ambacho unaweza kusema kwa miaka mingi kimetawaliwa na wanaume. Kwao sisi ambao tunajitahidi kuvunja hii miiko, tujua kwamba njia sio nyepesi, na hata wao ambao wanakuja, wajiandae. Lakini pia tusichukulie hizi upambaniaji na usawa kama ya sisi kufanya mambo mabaya, tukiamua kwamba kuna sheria zitatulinda. Kwa hiyo kwenye ujuzi, kwenye kujitambua nini tunataka, lakini pia tutambue nafasi zetu katika jamii na tufanye ile kazi ambayo tunadhani kwamba ni sahihi, ambayo pia itawahamasisha watu wengine. Kwa hiyo ili kufikia malengo yako, kila mtu ajiamini na awe na nafasi awe na um, jitihada katika kuhakikisha anafikia malengo yake, kwa sababu hatua zangu mimi za maendeleo zinaanza na mimi mwenyewe, na ili zianze na mimi mwenyewe, natakiwa nijiamini, niamini katika kile ninachokifanya, lakini pia niwe tayari kwa changamoto na nizitatue. Kwa misingi ya haki na usawa nisitatue kwa mihemuko kwa sababu changamoto zipo na haziwezi kuisha. Namshukuru sana ni shukuru kwa nafasi hii ambayo umenipatia kuzungumza nayo kwa siku hii leo, nasema asante sana popote pale ulipo, pasina shaka. Asante sana, pasina shaka, pasina shaka. Pasina shaka.